Mtume sallallahu alaihi wasallam mara moja alikwenda sokoni Madina, pembezoni mwake wakiwa masahaba wako, kulia na kushoto kuna masahaba. Akafika mpaka mwisho wa lile soko, alipofika kule akakuta mtoto wa mbuzi yuko kule, amefariki amekufa, ni mzoga na nzi wanamnong'ona nong'ona pale, wanampita huku kulia na kushoto. Na sio tu kimekufa, bali kile kijimbuzi masikio yake yamekatika, na hayuko katika hali ambayo kwamba sio nzuri. Mtume akamwambia masahaba zake, nani ambaye kwamba anataka kumnunua mbuzi huyu kwa kiwango kadhaa, akataja kile kiwango hasbi ilivyokuja kwenye hadithi. Masahaba wakamwambia ya Rasulullah, vipi tumnunue mnyama huyo ambaye kwamba yuko katika hali hii, amekufa mfu, alafu sio kufa tu, bali masikio yake yale yamekatika, ana kasoro. Mtume sallallahu alaihi wasallam akawambia nani atamchukua bure mnyama huyo ende naye. Masahaba wakamwambia ya Rasulullah, huyu hana manufaisho yoyote ya kwenda kunufaika naye mnyama huyu. Angalia maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, kuna ujumbe Aka ufikishe kwa masahaba zake, anaambia la dunia ahwanu inda Allah, dunia ni dhalili zaidi mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kuliko alivodhalili huyo mnyama mbele ya macho yenu. Simwamuona huyo dhalili? Basi dunia ni dhalili zaidi mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Sasa kama ndio ilivyo dhalili namna hiyo, kwa nini binadamu hataki kusameheana na wenzie, akasafisha moyo wake kwa kuwa anaingiliwa na mwezi wa Ramadhani, akaingia Ramadhani akiwa na fasfahi safhal jamil, akawa na usamehevu ulivokuwa mzuri.